Lakini mtume akaeleza kwamba chanzo cha vita hii itakuwa ni baina ya sehemu mbili tu, Israeli na Falastini. Sehemu hizi mbili tu ndio chanzo cha vita kuu ya ulimwengu ambayo itakuwa ni ya tatu. Lakini mtume akasema hii vita ya tatu, watakaoshinda hiyo vita, watakaoshinda hiyo vita tayari mtume aliwaeleza na alama zao. Kwanza mtume sasalam alisema atakayeshinda hiyo vita, ama huwezi kushinda hiyo vita mpaka ukamate sehemu mbili. Ukishakamata sehemu mbili, basi wewe inaonekana vita hiyo ushindi huende ukawa huko kwako. Kwanza alisema fathu Konstantinia. Konstantinia kwa sasa ndio mji mkuu wa Uturuki, yaani Istanbul. Una habari kwamba Uturuki kana kwamba iko pamoja na wazungu, kana kwamba haiko pamoja, yani iko hapo inasuasua. Na sehemu ya pili ni Ukraine ya mashariki. Atakayeshika sehemu hizi mbili atakuwa amekamata Black Sea, bahari nyeusi. Kwa hivyo, huyu huenda akashinda vita hiyo ya tatu. Na Mtume akaendelea kusema ya kwamba Waislamu na Wakristo watakuja kuungana pamoja kuwapiga devil worshippers ambao ni Banu Israili. Isipokuwa hadithi hii, ukiona Wakristo, sidhani ni Wakristo wote. Hata Wakristo waliozungumzwa hapa kwamba wataungana na Waislamu kupiga devil worshippers, si Wakristo hawa Mungu baba Mungu mwana Mungu roho, hawa ni washirikina. Hawa Wakristo waliozungumzwa pale ni ile madhhabu ya mfalme Najashi Ethiopia kule, ambapo Abi Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, aliuvunja huo wa msikiti wa Najashi, akasema hiyo sehemu lazima ijengwe siti ya kisasa, akavunja huo msikiti. Hiyo madhhabu iliyokuwa na mfalme Najashi ni ile madhhabu ambayo wako karibu kabisa na Waislamu, wamezungumzwa katika Suratul Maida aya 82 kwamba hawa ni, ma, ni manaswara ambao wanaamini Mungu ni mmoja, hakuna cha Mungu watatu. Wanaamini kwamba tarehe ishirini na tano Disemba Yesu hajazaliwa. Wanaamini kwamba ulaji wa nguruwe ni haramu, yaani wako karibu kabisa na Waislamu. Hawa ndio hawa, ama ni madhehebu hiyo iliyotabiriwa, wataungana na Waislamu. Lakini kwa sasa madhehebu hiyo wanaitwa Orthodox originally. Unajua Orthodox imegawanyika, kuna Orthodox ya upande wa mashariki na kuna orthodox ya upande wa magharibi. Orthodox ya upande wa magharibi ndio hiyo inaendesha ushetani na mambo ya utatu mtakatifu. Orthodox ya mashariki ndiyo hii sasa ambayo tunaizungumza, ambapo hata rais wa urusi bwana Vladimir Putin yuko ndani ya madhahabu hii. Sasa utabiri wa Mtume sa salama ya kwamba wakristo hao na waislamu watakuja kuungana pamoja kwa lengo la kuwapiga madevoloshpa ambao ni Mayahudi. Tayari utabiri huu umeshakamilika, hivi tunavyoongea, rais Putin wa Urusi anaendelea kuunganisha nchi za Kiislamu waache kuzozana wao kwa wao. Mpaka Saudi Arabia walikuwa hawaelewani na Iran, aliyewaunganisha ni Vladimir Putin, baada ya kumpatia oda rais wa China Xi Jinping kwenda kuwaunganisha kule Gaza kuna makundi manne yanayopigana vita pale, jihadi, kuna Alfataha, kuna kundi la Hamasi, lakini kuna makundi mawili ambayo ni ya kijihadi ila yameundwa na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel. Ana makundi yake mawili huko Gaza, yamekuwa yako lakini yana difendi upande wa Israeli. Sasa, kwa tangazo la Benjamin Netanyahu wiki mbili zilizopita kwamba anataka kuichukua Gaza yote yaitawale, hata yale makundi ambayo mm. walikuwa ne ambo walikuwa ni retired army warudi kazini, ili waungane wapate kuipiga Gaza waitawale yote ile Gaza. Acha nikwambie, ndugu Muislamu, Gaza inatakiwa ichukuliwe, Gaza bila ya wenyeji wa Gaza, kwa sababu katikati ya Mediterranean Sea, lakini iko kwenye ardhi ya Gaza kuna mafuta ambayo yalishaanza kuchimbwa wakati wa aliyekuwa kiongozi wa Palestina wa PLO bwana Yasser Arafat yakaanza kuchimbwa. Mayahudi wanayataka haya mafuta, kwa sababu bara la Ulaya lote wanategemea mafuta kutoka Urusi, na Urusi ni communist na hawa ni mademokrasia, hawaingiliani, hawaelewani. So wanadai kwamba mrusi anawapiga vita wao, lakini baada ya wao kumtajirisha mabwana Urusi ni super power. Si tulikuwa tunajua Marekani ni super power? Kumbe Marekani sio super power, Marekani ni super power ya mdomo tu na kutengeneza vita Afrika na ulimwengu mzima, watu wa uane. Marekani ni super power wa kutengeneza magonjwa watu wa wafe, lakini super power wa kweli ni mrusi. Sasa kilichojiri hata wakati ile vita inaanza ya Russia na Ukraine. Mi nilisimama misikitini nikawambia Mwamerika hawezi karibia hapo. Watu wakanitumia message kwa simu wakinilaumu wengine, wananitusi mazinge muongo wewe, we unacheza na Marekani bwana, ile ni super power bwana, wanashindwa na nini wale? We, haya, kiko wapi sasa? Mbona hawajaingia vitani paka waleo? Wanamuogopa mrusi, Marekani yenyewe pamoja na bara la Ulaya, nchi thelathini na tatu, wanamuogopa mrusi mpaka waleo hii. Na tangu ulimwengu kuumbwa hakuna siku muamerika ashie kumpiga mrusi vita, yote hajawahi kumpiga mrusi vita. Ya, ya, ya Syria kumtoa Bashar al-Assad mrusi alikuwa pale, na Marekani na Ulaya wakalambishwa mchanga wakatandikwa. Vita ya Iraq muamerika alilambishwa mchanga sehemu nyingi tu, hajawahi kumshinda mrusi. Kwa hivyo muamerika anamjua mrusi ni nani. Sasa kilichoko hapa, kinachokuja hapa mbele, kisikilize, ndugu muislamu, rudi msikitini haraka, usijifanye tare. Kuswala unakimbia kimbia, kimbia msikiti. Hatari iliyoko hapa mbele ni mbaya, hujawahi we kuiwaza wewe. Vita inayokuja hapa mbele ni vita ya nuklia. Nchi ambayo iko na nuklia saa hii ndio inayoogopewa mwamerika hata ikaribia. Pakistani wako na nuklia, na wakati wanaunda waliunda nuklia pamoja pamoja na Iran. Iran hana nuklia, lakini Pakistani walimwambia Muiran wakati yao inakamilika, unda wewe nuklia, wewe acha kuogopa mikwara ya hawa watu. Iran akaogopa Pakistani, ikaunda nuklia. Sasa mwamerika hawezi ingilia Pakistani. Hata vita ya juzi ya kugombania jimbo la Kashmiri, India na Pakistani, India ilidundwa na Pakistani, Wahindi walitandikwa kisawasawa na ndege za J57 za, za mchina India ana 35 za, za Muamerika. Za mchina zilienda mara mbili yake zikaachilia makombora huko, ndege za muamerika zikabondwa ile mbaya mbovu. Kwa hivyo mpakistani alimdunda muhindi juzi. Waislamu wapendwa, vita ya tatu ya dunia ni lazima, na hii vita itakuwa ni ya kidini. Tuacha tu ni kwambie ule ukweli Simeanza kama haya, ya, ya kisiasa imeenda inaenda kila kukicha inageuka. Hii vita inakuja kwa sura ya dini, inakuja sura ya dini. Mpaka juzi Netanyahu waziri mkuu wa Israel anawaambia dunia kwamba we want our great Israel, tunataka Israeli kubwa. Sasa Israeli kubwa ni wapi hadi wapi? Miaka yote Saudi Arabia, Dubai, wanaona waarabu wafalastina wanauliwa wamekaa kimya wanaendelea kula bata, wanaendelea kula kuku. Ilipofika tangazo la Netanyahu wiki mbili zilizopita kwamba Great Israel ni Saudi Arabia, Maka iko ndani, Madina iko nje. Sikiliza hiyo Great Israel ambayo inayotafutwa, Madina iko nje, Maka iko ndani, Misri yote, Jordan yote eh? kuja mpaka Yaani, alitaja nchi tano akasema hiyo ndiyo Great Israel. Sasa Saudi Arabia na unafiki wao ndo wamekuja juu sasa, wanaunga, wanaungana na nchi zingine za Kiislamu ati wanataka kuivamia Israeli, wakaambiwa heshimuni mikataba. Waarabu walijiingiza wenyewe kwenye mikataba baina yao na Banu Israel. Wakati huo superpower ilikuwa ni Uingereza, wakajikabidhi wenyewe kwa devil worship kwa Mwingereza kipindi hicho na Ottomanic Empire ilikuweko, hawakwenda huku kwa Waislamu wenzao, wakaenda kwa makafiri. Saa hii ndio wanakuja kuona athari zake. Kwa hivyo hawatoweza kumpiga Myahudi. Ni warongo wa Arabu, lakini pia ni miongoni mwa alama za kiyama, wasilaumiwe sana. Mtume salama aliahidi na akasema, miongoni mwa alama za kiyama ndogo ndogo ni kuja kupotea kabisa na kuangamia kwa utukufu wa Waarabu. Waarabu wamekuwa mabwana wakubwa, wametawala ulimwengu miaka mingi, lakini yako wapi sasa? Wako tafrani, hawajielewi, huku yule, huku yule. Basi mambo yanaenda vile yalivyo. Waislamu wapendwa, hivi sasa hali imekuwa ni mbaya, na kila kukicha hali inazidi kuwa mbaya, na devil worshipers wanaotawala bara la Afrika ni Mayahudi, wameanza sasa hususia wanaanza kuingilia ibada ya msikitini. Hivi tunavyoongea mimi na nyinyi, mna habari kama Rwanda hakuna adhana? Nchi yote ya Rwanda, unajua kama adhana zimeondolewa? Hakuna maspika juu ya msikiti Rwanda, adhana zote zimepigwa marufuku Rwanda. Na Kenya hii pia, hali hiyo ilikuwa imeshaanza kuingia wakati alipokuwa Minister of Internal Security Professor George Saitoti akasema, Nimepeana miezi minane, maspika juu ya msikiti yote yaondolewe mara moja. Ki, ki, ki, miezi minane haijaisha, Saitoti akafariki kwenye ndege na makamu wake Orwa Ojode akaingia. Dokta nani yule aliyeingia badala yake internal security eh, yule mfupi mfupi hivi John Michuki akaingia kwenye hicho kiti akasema, nimepeana miezi sita, adhana ziondolewe haijafika hiyo miezi sita, naye huyu naye pia akafa. Naye aliyeingia akaacha mambo kama yalivyo, hakuingilia adhana. Waislamu wapendwa, adhana ni kitu kikubwa. Kusipoadhiniwa adhana siku moja tu vile Mungu atagharikisha hii ardhi, sisi tutashangaa. Sisi adhana sio kitu kidogo bwana, ebu kusiadhiniwe siku moja ulimwengu mzima uone yale maji kama hayapandi yakafura ya akienda yakienda ya Unadhani una adhana ni kitu cha mchezo? Sasa Waislamu wapendwa, Uislamu huu tulionao leo, wallahi sijui siku ya Kiama kama tutaingia peponi. Uislamu wetu hatuna ghera nao, alafu kila kukicha tunasema sisi ni waumini, wa maslahi ya Uislamu tumeyaweka mbele. Mbona walimu wa madrasa wanateseka? Kwa nini maimamu wanateseka? Kama kweli maslahi ya Uislamu tumeyaweka mbele, kwa nini ma, ma, walimu wa madrasa wanateseka? Maimamu mishahara ni duni, muadhini mishahara ni duni, alafu wenye pesa ndio sisi wenyewe. Utamkuta imamu anaswalisha mabilionea, wamepaki ma V8, yeye mwenyewe mshahara wake ni elfu nne na mia tano kwa mwezi, ambapo elfu nne na mia tano kwa mwezi ni pesa ya robo tanki ya gari ya muislamu mmoja, ya watoto kupelekwa Pirates Beach, wanaifanya ndio mshahara wa imamu. Kisha tunasema ni waumini Waislamu wapendwe misikiti. We kujenga msikiti sioni kama ni sababu ya we kwenda peponi. Hapana, ndio iko hadithi Mtume sawasalam anasema, ukimjengea Mwenyezi Mungu nyumba naye atakujengea nyumba peponi, lakini inategemea nyumba umeshaijenga utaiendeshaje, waiendeshaje hiyo nyumba, ili na wewe Allah akujengee nyumba peponi? Kwani ilikuwa ni msikiti jengo kama ile ushamaliza? Haya, umeenda utaiendeshaje mambo ni haya ya imamu kukaliwa na kamati, mambo ni haya ya kuf..., yani mambo ya ovyo ovyo. Waislamu wapendwa, asitaki nirefushe zaidi, isipokuwa insha Allahu taala turudi katika ibada, kwa sababu hali ni mbaya na kila kukicha mambo yanazidi kuharibika na Uislamu unakosa watetezi, kwa sababu waislamu wote asilimia tisini ni waoga. 90% ya waislamu ni waoga hata kutangaza dini hii pia ni waoga, hali ya kuwa Kenya kuna uhuru wa kuabudu. Wewe simama tangaza dini yako, kwani si Wakristo wanahubiri dini yao kila siku? Mwaka huu 34000 crusades krusedi 134 Kenya nzima za Wakristo zimeandaliwa, bajeti yake imewekwa tayari. Za waislamu ni ngapi? Hakuna hata moja hata mbili hakuna. Tumekaa msikitini, tumeridhika. Kila mtu anakula samaki biasharani kwake samaki huko, dini ya Mungu yani, yani kitu ambacho ni kama hakina umuhimu kwetu. Nasi tunazunguka tukitangaza Uislamu kwa sababu hatuna kazi nyingine, na si kwamba tumekosa kazi za kufanya. Aa, tunazo kazi nyingi za kufanya, lakini kwa sababu kutangaza Uislamu ni miongoni mwa majukumu waliopewa mitume na manabii, na sisi tumeitwa umma bora. Kwa sababu hiyo tufikishe hoja za Uislamu masikioni mwa watu, alafu watu Mungu mwenyewe ndiye atakayewakagua: huyu anafaa kuingia kwenye dini yangu leo leo, huyu leo ataingia, baada ya wiki huyu ataingia, mwaka ujao. Hiyo ni kazi ya mwenyewe, wewe fikisha tu ujumbe basi. Swali, tunafikisha hata huo ujumbe? Sisi tunafikishiana sisi kwa sisi tu, wale makufari wale hatuna haja nao eh. Na Mtume sa salama aliambiwa ajadiliane nao wale katika sura kumi na sita, Mungu anamwambia Muhammadi ud'u ila sabili rabbika bilhikmat walmauidatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Ebu Muhammad, waite hao Wayahudi na Wakristo hao Alafu kishawaita, so waangalie usoni Aa. Wape mawaidha mazuri, wafikishie ujumbe kwa mawaidha mazuri, kisha jadiluhum, tena jadiliana na wao. Kwa hivyo mjadala wa Waislamu na Wakristo ni Mungu mwenyewe ameamrisha. Alafu takuta kuna madhahabu kwenye Waislamu ati wanapinga dawa ya kulingania Wakristo, mtu anapinga, unajua kabisa u mtu ni mnafiki wapeupe anakwambia suuli dawa hiyo haifai hiyo, sasa haifa nahiziaame mwenyewe aliifanya hii kazi ya kulingania makafiri sana tu, aya nyingi zimeshuka, Mtume akijadiliana na makafiri, ila vinapishana kidogo na dawa tunayoifanya leo, ila Taurati, Zaburi na Injili ilitumika wakti wa Mtume, ilitumika hii aya, hii aya in kuntum sadikin Mungu anamwambia Muhammadi waambie hawa walete hoja zao, waambie walete vitabu vyao kama wanasema kweli. Vitabu vyao ni vipi kama si Taurati, Zaburi na Injili? Mbona kuna mashekhe wanapinga? Unapinga nini? Haya, we unapinga dawa ya kiislamu isifanywe, mbona ya makafiri wakiweka upingi? Kwa hivyo we, inamaanisha wewe upo kwa niaba ya kupa nguvu ukafiri kule nje.